Katibu wa Halmashauri Kuu nec Itikadi, Uenezi na mafunzo ya Chama Cha Mapinduzi ccm CPA Amos Makalla amesema wananchi wasichoke kuichangia timu ya Namungo inapohitajika, kwani uwepo wa timu hiyo unaleta utalii na michezo unasaidia kukuza uchumi katika wilaya Ruangwa na mkoa wa Lindi kwa ujumla. Makalla ameeleza hayo wakati akizungumza katika mkutano wa ndani na wananchi wa wilaya ya Ruangwa mkoa mkoani Lindi ikiwa ni muendelezo wa ziara yake siku kumi katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Makalla amesema kuwa uwepo wa uwanja wa Ruangwa ni fursa kwa wananchi wa wilaya hiyo hususan katika msimu wa ligi kuu kwa sababu timu kumi na tano zinafika katika uwanja huo kwa ajili ya michuano ya ligi kuu na kusaidia wafanyabiashara wadogo na wakubwa kujiendeleza kiuchumi kwa kutoa huduma za wageni. Uwepo wa timu ya Namungo kiuchumi, tunasema kuna utalii wa kimichezo, yaani timu zote kumi na tano lazima zikajaze uwanja na katika kujaza uwanja, hoteli zinajaa, bodaboda wanabeba mashabiki, wasioweza kula hotelini wanakula kwa mama ntilie, biashara zetu zinaongezeka, amesema Makalla. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare katika page yetu kwa ajili ya kupata update nyingi zaidi.